E, namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala akupe afya njema. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala akutilie nuru katika biashara yako, atie baraka kwa watoto wako, familia yako, kizazi chako. Mwenyezi Mungu azawajala tutilie nuru na sisi katika maisha yetu, atutulie nuru katika mioyo yetu, atujalie tuweze kuiona haki tukaifata, na atujalie tuweze kuiona batili tukaiwacha. Ndugu zangu wapenzi watukufu, kipindi kilichopita tulikuwa tunaelezea umuhimu na uzito wa Qur'ani namna ilivyowashughulikia wanga waliojigeuza kuwa paka. Bado mada tunayo hii, kwa sababu si jambo la kawaida. Maji unamwagia paka, anapooza hapo hapo, mguu miguu kiunoni, anapooza hawezi kutembea, si jambo la kawaida. Paka atoki mwagia ndoo mzima ya maji na anaondoka tu, ana habari. Iwaje amwagie maji kidogo tu kwenye, kwenye kiuno chake, alafu apooze miguu yake? Hili si jambo la kawaida, ni jambo linahitaji mazi, linahitaji mazingatio ndani mwe, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani. Hii ni Allah subhanahu wa taala alitaka kuonesha utukufu wa maneno yake kwamba haya maneno tunayoyasemea siku zote, wanunazzilu min alqurani ma huwa shifaa'un. Qurani hii ni shifa, shifaa kweli. Qurani hii ni tiba, tiba kweli. Ukikuta Qurani haifanyi kazi, tunarudi pale pale tunasema, wenda ni mambo mawili: anayesomewa hana imani na hayo maneno au hana yakini na hayo maneno au msomaji, eh, hana imani na hayo maneno, au anachanganya habari, mshanifahamu vizuri eh? Eh, yani, mchanganyaji wa habari, kwa sababu Allah hawezi kuwa mrongo. Allah sifa yake ni ukweli eh, ahadi za Mungu zote ni kweli. Anasema kwamba mimi nimeteremsha Qur'ani hii, ni shifaa, itakuwa shifaa kweli. Ukikuta umemsomea mtu hakupona, basi mnajibi mjitathmini nyinyi wenyewe, aidha msomewaji ana matatizo aidha msomaji na mashaka au kama si hivyo itakuwa Mwenyezi Mungu Swatala kakubali dua yako, lakini Allah akakupa kilichokuwa bora kwako kwa sababu Allah anajua zaidi mahitajio ya nafsi zetu kuliko sisi wenyewe namna tunavyozijua nafsi zetu, nini kinahitaji. Inawezekana we upo, lakini kile kitu bora kinachohitaji nafsi zako, nafsi yako we ukijui. Leo aghalabu kila mtu akiamba, naye omba tu dua moja tu kila mtu apewe na, omba dua moja tu. Ukiomba hiyo dua umepewa, kila mtu apewe dua moja tu, kila mmoja ataanza hapa, naomba magorofa kumi nipate eh, nipate gari zile V8 eh, tano, niwe na niwe na ndege ya kwangu. Utaomba hivyo, asilimia themanini watu wataomba hivyo na asilimia chache sana watakayesema kwamba ya Rabbi, mimi ukinifisha tu niingize peponi Khalas uniondosha adhabu za kaburi, uniingize peponi. Ni wachache watakaojua hicho. Kwa sababu gani? <coughs> mtu atakwambia ah, kwanza utumie hapa duniani. Na kwa sababu nyingine, sisi wenyewe hatujui nafsini mwetu kitu gani bora zaidi kuliko Allah anavyotujua sisi nafsi zetu, kile kitu ambacho kimekuwa bora kwetu. Ndio maana katika dua mara nyingine unaweza ukaomba Allah kakupa na unaweza ukaomba Allah akakuhifadhia mara nyingine sangine likopo wewe ni mtu wa eh, kaburi lako likawati katika mashimo miongoni mwa mashimo ya moto wa jahannam. Ile gorofa uliomba, yule mke mzuri uliomba, yule mtoto mwema uliomba, yule kadha uliomba, kule kote usisikilizwe lakini ukadumu kwenye ibada yako, ukadumu kwenye subra, kwenye uvumilivu, kisha ukaendelea kumuomba Allah mpaka mwisho wa pumzi yako. Siku ya kufa Allah anaweza akakwambia yale yote uliyoomba siku ya leo ilikuwa ni ngumu sana kwako. Nimekuhifadhia siku ya leo. Ndio hapo mwanadamu eh, atatamani kama maisha yote asingalipewa hata tone la maji hapa duniani, bora angeliwekewa akhera akhira. Ndio kuna watu watasema, eh, eh, watatoka maka, watasema watatoka makaburini mwao, watasema ni nani aliyototoa makaburini mwetu eh? nani aliyototoa kwenye makaburi yetu? Kuna watu watachukiwa kutolewa makaburini ile siku ya kufufuliwa, kule makaburini kwao walikuwa ni, ni sehemu ya viwanja vya peponi kama alivyosema Mtume, alqablu raudhu min riyadhi ljanna. Kuna watu kule walikopo wana enjoy sasa, kile kinacho cha kufufuliwa na, na ndika tutoa kwenye stare yetu tumepumzika huku, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anambia hapana, ile ilikuwa tu ni kama ma mapokezi tu pale, bado hamjalipwa kile mlichokifanya. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu E, Qurani huwa inaleta majibu, bali Allah Subhanahu wa Ta'ala huwa anatupa kile kilichokuwa bora kwetu, na hili ndio ambalo la kumuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wapenzi watukufu, tulisema kipindi kinachokuja tutakuja kueleza e, ili sasa ujue kwamba hawa mapaka ni mapaka watu au si mapaka watu, na ujikinge ujikinge vipi na ili ujue hawa mbwa mbwa wa kibinadamu au mbwa mbwa wa nyama moja katika sifa ya mbwa zinafanana na paka, lakini katika sifa ya mbwa kuna moja ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ukimuona mbwa mweusi mtupu, basi huyo mjue ni shetani, huyo ni shetani <laughs> na pia ukiwaona mbwa zaidi ya watatu, wanne, watano wamekaa barabarani, kati kati ya barabara ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, au si mbwa wa kawaida. Mbwa hanaga mazoea na mwanadamu kwa, mwana, kwa yule mwanadamu ambaye hawajuani. Mbwa ana mazoea na bwana wake tu. Umeshanifahamu eh? anaweza akapita hapa asinyanyuke, akakaa hapo hapo. Lakini ukienda mtu na mbwa ananusa, akijua harufu hii si ya bwana wangu, huyo mbwa mawili atakubwakia au atarudi nyuma kukimbia, anasha kujua wewe ni adui. Sasa kwa ajili hiyo ndio maana tunasema kuna mbwa wa kijini, kuna mbwa wa kichawi na kuna mbwa wa kibinadamu. Mbwa wa kibinadamu, kibina kawaida ilivyo ukienda mgeni, lazima akufokee, hana mazoea. Hata kama yule mbwa angati, lazima aoneshe mbwembwe ya kujihami. Lakini ukikuta mbwa wamekaa katikati ya barabara, hawabweki, hawafanyi chochote, wamekaa kimya unapishana nao kama binadamu hivi. Kawaida mbwa ukipishana naye anaingia kichakani, anaenda kutokea mbele huko, anaendelea na safari yake. Lakini ukikuru unapishana naye mbwa kama unapishana na binadamu mwenzako, chukua tahadhari, huyo sio mbwa huyo, hilo tatizo. Na ukiwakuta mbwa zaidi ya watano sita katikati ya barabara usiku, wewe si mtu wa dua, hujui kusoma chochote, maana hapa tunazungumza na wengine si waislamu na wakristo tuwazungumza nao hapa na wasiokuwa na dini tunazungumza nao maana ukizungumzia tu hivi ukamwambia waislamu soma hiki soma hiki soma hiki wengine hawajui kusoma na si waislamu kamwe lakini wanapenda kusikiliza hizi darasa na kupata elimu hii ya majambo sasa ukikuta mbwa wengi au hata paka wengi saba, nane, tisa umetembea siku usiku ukawakuta hivi wengi na wewe kusoma chochote hujui zungumza hili neno ambie jamani Naombeni jamani, nipite, samanini jamani, kwa kuwaingilia kwenye majambo yenu, naombeni nipite. Utawakuta wee, unagawanyika nusu huku nusu huku, au wote wanakwenda upande mmoja. Ukikuta unaenda upande mmoja, we pita. Kama we sio mwislamu, ambe jamani, bwana wakubwa, naombeni jamani, nipite, mnisaidie jamani. Eh, ongea tu kwa maneno mazuri na yenye busara, utawakuta wale mbwa au kama ni paka wanagawanyika pande mbili, pita pale pale katikati, ondoka na ukishavuka ukawaacha nyuma, waambie jamani, asanteni jamani <coughs> wanaondoka zako, lakini usijitie eti kuchukua bakora au jiwe uwarushie kwanza, hivi utatafuta matatizo mazito, ila kama we ni mtu wa Qur'ani na kawaida wakishajua mtu wa Qur'ani anakuja huku, wale wako hivi kwanza hawawezi kustahimili kukaa pale, kwa sababu macho yao wakikutazama na wewe huwa yanaungua, wale wanaungua. Wewe utakachokifanya utasoma tu ayatul kursi, halas. Ukishona wale mbwa e, simama, mweleze Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, haya ni maneno yako ni matukufu. Soma ayatul kursi ukiwa ukiukiwaashiria kama unawaonyeshia kidole au unasoma unaweza ukasoma zile adhkari nzito katika majina ya Allah ambayo unasema ya Allahu ya Qaharu ya Jabaru ya Muntakim. Ya Allahu ya Qaharu ya Jabaru ya Muntakim, na ikikushinda yote, sema tu ya Allahu ya Qaharu ya Jabaru ya Allahu ya Qaharu ya Jabaru ya ya rudia ya ya... hizo huko unatembea kwa na lile eneo, au mbwa hawawezi kukufanya chochote. Nyingine unaweza ukachukua mchanga ukaushika mkononi alafu ukasoma suratu Yasin, ukifika pale wajaalna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun, unawarushia wale. Kwanza kitendo cha kushika mchanga na kwanza kusoma hiyo sura, wakisha kwanza wao wanajua kwamba huyu anayekuja huku si mtu wa kawaida, na ni ngumu sana ukiwa mtu unasoma sana Qurani kukutana na kundi la paka design kama hilo. Wale wenyewe wakikuona tu unakuja huku, wao wanajificha ili usiwaone kwa sababu unajua kuna kitu utakifanya wao watadhurika. Ukiwa mtu ambaye mtu wa Qur'ani na mtu wa dua e, unafanza nikisema mtu wa dua sikusudi kama mimi mtu wa dua, yani kwamba mtu ambaye vitu vyako vingi unafanya dua, ukiingia chooni dua, asubuhi kabla hajatoka unaanza kumtawakali Allah, unasoma Yasini kidogo, adhkari zako za sabaha na masaa. Ukiwa kwenye maisha hayo, basi wao wenyewe pia wanakuogopa kwa ajili hiyo. Ndugu zangu, pia ukikuta mbwa wanakuja kukubwekea dirishani kwako usiku au e, au ukifika saa fulani wanakuja wanapiga kelele kwenye dirisha lako, basi fahamu ya wazi hao si mbwa, au watakuwa ni wachawi wanakuja kukuangia. Sasa basi ili kuwatia adabu wasije kwenye eneo lile, wewe ukikuta mbwa wanakuja mfululizo siku tatu kukubwekea dirishani kwako, au wanakaa siku wanakuja wanakubwekea labda kwa wiki wanakuja, wanakuja, wanakuja, wanakuja mara moja au mara mbili, wanakuja usawa ule ule wa dirisha wanapiga kelele afu wanaondoka we wasomee tu surati radi au wa wa kama, kama una maji yaliyosomewa yeye yachukue, wa wamichie wale wavizi, wamichie lile eneo. Yakiwapata tu ule mvuke tu wa maji kwao ni balaa zito, hawatorudi tena. Na kama ndio mtu adua, una desturi ya kusoma hata kama una desturi ya kusoma Yasin surati radi wakati wa kulala, hawezi mbwa ya aina yoyote, eh, kuja kukubwekea katika dirisha lako, eh, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani. Hayo tulikuwa tunastafidishana e, almuhimu kwamba ukikuta kosi la mbwa kuanzia saba watano wako barabarani usiku <coughs> unaona wamekaa kati kati ya barabara, na we ndio unapita hapo hapo, unatakiwa ufanyeje? Tumesema kama si mtu wa Qurani na hujui kusoma Qurani au ama we si Muislamu, waambie, jamani wazee, naombeni nipite, nataka nipite, nimechelewa kurudi, yani kama unaongea na binadamu, pita Mshanifahamu vizuri eh. Lakini pia ukishapita waambie jamani asanteni utafika salama. Lakini kama ni mtu wa Qur'ani ah, chukua Yasin ukifika wa ja'alna min bain yadihi msadda wa min khalfi msadda utarudia mara saba, tutaupuliza ule mchanga, alafu utamwagia pale pa utatembea nao ule mchanga mpaka bafu utawamwagia wale. Kitakacho wakuta hawatokaa tena hapo. <laughs> Eh, kitakacho wakuta hawatokaa tena ilo eneo. Haya, kama dirishani kwako wanakuja mara kwa mara, soma swate radi hata tatu, mshinifahamu vizuri, asome hata maji rashia. Kama wewe ujui kusoma, yatafute haya yetu, kitawakuta kama kilivyoamkuta yule mzee wa Mbagara. Hivi tunavyozungumza yupo akhera. Allahu akbar, sijui anamweleza nini huko Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu subhana wataala. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu, tuko tunafahamishana, ukimkuta pia mbwa mweusi, ujue huyo ni shetani. Muombe, muombe msaada Mwenyezi Mungu au muomba kwa Mwenyezi Mungu kusema, audhu billahi min ashaitani rajim, kwa sababu huyo atakuwa si mbwa, ni shaitani kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasalama. Pia ukikuta mbwa zaidi ya wa watatu wa nne no hata mbwa mmoja ukikuta unapishana naye kama binadamu, hiyo stori ya mbwa E, mbwa anayepishana na binadamu kawaida, kwa yule mtu amemzoea. Lakini kama hana mazoea na mtu, ataingia kichakani kidogo, au ataingia pembeni kidogo, baadaye mkishapisha, anarudi tena barabarani, anaendelea na safari yake, ajadi hiyo. Ndugu yangu, ukikuta mbwa unapishana naye hivi, anakugeukia tu hivi, kuwa na mashaka naye, na usije ukachukua bakora ukampiga, utapata matatizo. Haya nayo waeleza kuna watu washapata na matatizo E, muda tu hautoshe wa kuelewa. Washapata na matatizo, wengine wamevimba mikono, mwingine anataka kumpiga teke, mguu kavimba, tatizo likaanza hapo. Wale wanakuwa si mbwa wa kawaida wala si paka wa kawaida, wanakuwa ni paka watu. Ndugu zangu wapenzi watukufu, tuyachukue hayo, tuyafanyie kazi na kikubwa zaidi tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atujalie tuwe ni watu wa Qur'ani, tuwe watu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusio watu wenye kuchanganya masala ya tiba Qur'ani na matunguli na manyanga, sio madude gani e. Qur'ani yenyewe peke yake inajitosheleza kama Mungu alivyosema, Qur'ani ni shifaa, itabaki kuwa ni shifa kweli. Ukikuta haijafanya basi tujitathmini sisi wenyewe. Ndugu zangu wapenzi watukufu, maushifa yapo. Wale walikuwa wanaulizia hayo maushifa, ndio nini? Hapa jamani maoshifa ni maji mao ambayo yamefanywa kisomo takriban siku tatu mfululizo. E, yashaikumkamata mchawi Mozambiki. Yashaikuponyesha waganzi, yashaikuponyesha maradhi mengi. E, macho nawekega watu kwenye macho hivi na macho ukungu unaondoka na mtu anabaki kwenye hali nzuri. Yatafuteni, yatawasaidieni insha Allah taala. Dawa ya tumbo ipo hapa, ni mujarabu. Tunayo ile dawa ya kuua majini tunasema imeisha, lakini baada ya wiki moja kwa idhini ya Mwenyezi Mungu itapatikana ni mimi ndugu yako e, nyuma ya kamera akisimama vema Habibi Suleiman bin Sultani e, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani. Tunapatikana hapa Mbande e. Mwisho karibuni sana. Maalim Shabani Dua Senta tunawakaribisheni sana. Mwenyezi Mungu awape shifa, Mwenyezi Mungu awalinde na kila aina ya shari, Mwenyezi Mungu awasimamie katika e, matatizo yenu, na Allah subhanahu wa Ta'ala awajalie nuru katika e, maisha yenu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ila liqa.